Nam ujambo mpenzi mtazamaji, na karibu kwa runinga ya Mwanzo ambapo hii leo tunazungumzia masuala ya haki, usawa na demokrasia katika ukanda wa Afrika Mashariki. Na ili kutujuza na kutuweka sawa kamilifu, hii leo studioni tunaye bwana Khalid Hussein ambaye ni Uh, mkurugenzi mkuu wa shirika la Vocal Africa na vile vile uh, mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu nchini Kenya. Na karibu sana bwana Hussein. Asante sana. Uh, shukrani sana. Asante. Na, na moja kwa moja tunataka tuanze kuangazia masuala ya haki, demokrasia na usawa katika ukanda wa Afrika Mashariki na pengine tutaanza tu moja kwa moja na masuala ambayo tumeshuhudia katika taifa jirani la Tanzania ambapo mwanasiasa maarufu nchini Tanzania kwa sasa tunavyozungumza yuko kizimbani. Je, kuna haki, usawa na demokrasia hapo? Naam, ni kweli kwamba ukiangalia uh, kanda ya Afrika Mashariki utapata kuona kwamba masala ya haki za kibinadamu yanaenda uh, yanazidi kudidimia. E, kama nchi ambazo zinajigamba kukuwa na demokrasia, ni jambo la aibu kuona yale ambayo yanafanyika katika nchi hizi. Eh, si Kenya peke yake, si Uganda, si Tanzania. Ukiangalia kote huku utapata kuona sauti za upinzani, sauti za wale wanaokosoa yale maovu yanayofanyika na serikali eh, zinaendelea kudidimizwa, hawapewi nafasi ya kuweza kujielezea na vile vile, wanaendelea kushikwa, wengine kufunguliwa mashtaka ambayo hata hayana msimamo wowote. Kwa hivyo nitasema kwamba kijumla mkanda um, ya Afrika Mashariki, masuala ya haki za kibinadamu tunarudi nyuma kwa hatua nyingi sana. Na, na, Bwana mheshimiwa uh, Hussein, umekuwa Tanzania juzi licha ya kwamba kumekuwa na mtafaruku, mmesumbuliwa katika um, pale airport, hamkuweza um, kufika, lakini kulikuwa na kesi mahakamani ya mheshimiwa Tundulisu, je, kesi hiyo, kwa vile umekuwa ukifuatilia, kuna uwezekano pengine kuwa inachochewa kisiasa ama ukandamizaji wa upinzani ama ni vipi? Naam, uh, mheshimiwa Tundu Lissu ako na kesi mbili mahakamani. Na ukiangalia kesi zote hizi mbili ni mambo ambayo kusema kweli yanajaribu kumgandamiza asiweze kupaza sauti yake katika yale mambo ambayo yanaendelea nchini Tanzania. E, kesi ya uhaini ya kwanza ambayo inasemekana amejaribu kuleta shida katika nchi ya Tanzania, na ya pili ni ile kesi ambayo inasema amechapisha mambo ambayo sio ya kweli katika mitandao, na ukijaribu kufa kuingia ndani utapata kuona ha, hizi kesi ambazo zimefikishwa mahakamani ni kwa sababu ya msimamo wake pamoja na chama chake cha Chadema kusema no reforms, no election, yaani bila mabadiliko hakuna ukupiga kura. Kwa hivyo sisi kama Wakenya, sisi kama wanajumuia ya Afrika Mashariki tunasema kwamba kila mwananchi mwana ako na haki ya kuwa na msimamo wa kisiasa na vilevile vile Tundu Lissu kama mwananchi wa Tanzania na Waafrika Afrika Mashariki pia ako na haki ya kuwa na msimamo katika masuala ya kisiasa. Na bwana Hussein, ni kwamba tuliona baadhi ya Wakenya kadhaa pamoja na wa kutoka Uganda wameweza kuelekea kule kama kuonyesha solidarity na mheshimiwa Tundu Lissu, lakini kuna baadhi huukiwa moja wao hamkufanikiwa kufika Je, kukamatwa kwenyu kwa muda katika airport inaashiria nini? Naam, kukamatwa kwetu katika um, Julius Nyerere International Airport uh, kusema kweli kunaashiria um, kwamba sisi kama Wanaafrika Mashariki uh, tumepuuza sana uh, utekelezaji wa haki za binadamu uh, vile vile inaashiria kwamba serikali ya Tanzania iko na mienendo ambayo inapelekea kuwa ni serikali serikali ya kiimla serikali ambayo wananchi hawapawi nafasi ya kujitetea na kuweza kufuatilia mambo yao kotini kwa uwazi. Tunajua kwamba katika ngazi za kimataifa ama mambo ya haki za binadamu ya kimataifa, kila mtu ako na haki ya kufika mahakamani, kufuatilia kesi yoyote ile. Kesi hizi zinafaa kuwa kesi za wazi. Kwa hivyo kuzuiliwa kwa wanaharakati nikiwemo mmoja wao, ni kwenda kinyume na kwanza, katiba ya Tanzania, ya pili, sheria za Tanzania, na tatu, eh, makubaliano ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kuondoka kwenu na kuelekea Tanzania tumemwona imeweza kumghadhabisha zaidi rais wa Tanzania na ametoa matamshi makali jana. Je, ana haki ya kuongea ama pengine alivuka zaidi? Naam, kama mwananchi yote yule Bi Samia Suluhu vilevile vile, yuko na haki ya kuzungumza kutoa maoni yake. Lakini sisi tumechukua yale matamshi ni kama mbinu za kujaribu kuwagawanya wa wananchi wa Afrika Mashariki. Ni jambo la kusikitisha kwamba leo tunaambiwa tupige kelele haki zinakiukwa kule Palestine tunaambiwa tupige kelele haki zinakiukwa kule e, Myanmar na kwingineko kule duniani, lakini ikiwa ni nchi jirani wenzetu ambao wako hapa hapa ambao wanaendelea kuuawa wanaendelea kupotezwa wanaendelea kushikwa kinyume na sheria, kufunguliwa mashtaka, tunaambiwa hii ni nchi ambayo iko huru, msije kutuingilia. Hayo ni mambo ambayo hatutaki kuyaona. Kwa hivyo, tunamwambia Bisuluhu kwamba hatutakubali kugawanywa na mipaka ambayo iliwekwa hapo na wakoloni na tutaendelea kuzungumza kwa sauti moja. Pahali popote katika Afrika Mashariki na barani Afrika, ikiwa kuna haki za kibinadamu inatuhusu sisi sote. Jana tumemwona msemaji mkuu wa serikali wa Kenya uh, bwana Mwaura akisema kwamba amejitenga na watu ambao walielekea maeneo ya Tanzania na vilevile, siji kwenda mbele, nyinyi mnachukua mtaka kuchukua hatua gani kusudi mambo kama haya tuweze tusiweze kuyaona hapo baadaye? Naam, huyu bwana Mwaura ambaye ndio anajulikana kwamba ni Msemaji wa serikali ya Kenya ni mtu ambaye hajielewi ye mwenyewe. E, kusema unajitenga ni kukwepa majukumu yako ya, ya, ya, ya kuwa ndio msemaji wa serikali na sisi, kwanza hata hatutaki awe na sisi, tunafurahia akijitenga, na sisi tunasema tafadhali jitenge tena kwa umbali sana, ndio sawa, hiyo ndio vizuri, usituzungumzie. Lakini pia akumbuke kwamba huwezi wewe kuwa ni uh, uh, afisa katika serikali alafu, unakuja kusema kwamba mimi najitenga na basi, wewe ni kumaanisha imekushinda ile kazi. Kwa hivyo basi awache hiyo kazi, ajiuzulu, awache mwingine ambaye anaweza kufanya hiyo kazi, atekeleze hayo majukumu hmm. Na pengine sasa kwenda mbele, hatua gani nafaa ama mtachukua hatua gani, kwa sababu ile hali ya kundolota Tanzania Kikweli si kitu ya kufurahisha. Je, kuna hatua ambao pengine mnapanga kama wanaharakati wa Kenya na Tanzania naam kwenda mbele? Tumefanya uamuzi tayari na tumekaa chini tukajadiliana hizi siku mbili tatu zenye zimetokea na wanaharakati na mawakili wa Kenya, Uganda na Tanzania. Tayari tumeamua kwamba tutashirikiana kujaribu kuendeleza eh, elimu na kuwa, kuwapa wananchi wa hizi nchi eh, kuelewa ni sheria inasema nini, mkataba wa jumuiya ya Afrika Mashariki unasema nini. Sisi tunataka wananchi wa Kenya, Tanzania na Uganda wawe kitu kimoja. Kwa hivyo tumeamua kwamba immediately tunaanza ile elimu ya raia, yani civic education pamoja na political education, kuambia wananchi wa Kenya, Uganda na Tanzania tuendelee kushikamana. Hii jumuiya si jumuiya ya wanasiasa peke yake. Hii jumuiya si jumuiya ya viongozi peke yake, inafaa kuwa jumuiya ya wananchi wote, na wananchi bado hawajaona matunda ya hii jumuiya. Kwa hivyo, tutaendeleza hii elimu, tunawaambia Wakenya, wa Tanzania na wa Uganda, tuungane pamoja, tupinge udhalimu popote pale unapotokea. Kama bado tunafuatilia tu swala la kesi ya Lissu tunajua kwa mfano kwamba sheria ya Tanzania imekuwa ikisema kwa mfano, kesi ya uhaini adhabu yake ni kifo. Nini kama wanaharakati, pengine iwapo kesi hiyo itaenda mbele mpaka hatua hiyo, je, ni hatua gani mnapanga kuchukua ili kuhakikisha kwamba Lissu yuko salama na haki yake zinatekelezwa? Naam, kwanza ni tuelewe ile kesi dhidi eh, ya Tundu Lissu ya uhaini hakuna ushahidi wa kutosha, hadi hivi sasa, ukiona kwamba kila kukicha tarehe inapeanwa nyingine na nyingine, ni kwa sababu serikali inajaribu kuzuia ile kesi isiendelee ili awaendelee kumzuia, kwa sababu wanajua wakifikisha hiyo kesi mahakamani na ule ushahidi wakiutoa, hakuna vile mtu yoyote anaweza kukubali yale mashtaka. Ndio kwa maana kila kukicha, hata juzi walipokuwa kotini, waliulizwa ikiwa wako tayari kwa yale mashtaka ili kesi ianze kusikilizwa, wakasema hawako tayari na wanaomba muda zaidi wafanye uchunguzi. Kwa hivyo hii tunajua wazi sisi ni hatua ya kujaribu kuchelewesha ile kesi, waendelee kumshika, waendelee kumtesa, lakini wanajua kwamba ikifika mahakamani kesi ya uhaini haina mwelekeo wa aina yoyote. Lakini kando na hapo tayari eh, jana tuliporudi hapa Kenya tulisema kwamba tunajaribu kuzungumza na mawakili wetu wa nia ya kuishtaki serikali ya Tanzania kwa kutushika kinyume na mkataba ulioko baina ya hizi nchi ya kuhusu Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hapo hapo tutafuatilia kesi ya Lisu tuhakikishe, kwamba eh, kwa kupitia koti ile kesi imeweza sio tu kusikizwa lakini kutupiliwa mbali, na kuna koti ya East Africa Human Rights Court ambayo tunalenga kutumia hiyo koti. Na baada ya hapo, vilevile vile tunasema kuna African Court on Human Rights ambayo pia tunatarajia kuweza kuizitumia ili kuhakikisha Lissu hato la, hato uh, patikana na yale maovu anayotarajia kumfanyia. Pengine sijui kwa mtazamo wako unaona ni kama CCM imeogopa ndio maana wanamzungusha Lisu hapa na pale. Samia ameogopa uchaguzi, nafikiri hilo ni jambo la wazi. Watanzania wote wanajua kwamba kushikwa kwa Lisu ni kwa sababu ya uoga wa CCM kuona kwamba watatikisika na kwamba huenda chama cha ch ch chadema kikapata nguvu zaidi kwa hivyo ni jambo ambalo Watanzania lazima walifahamu. Um, demokrasia inataka kuwa na uhuru wa kuzungumza. Demokrasia inataka kuwa na uhuru wa kutembea, yani kuzunguka maeneo tofauti. Kwa hivyo ikiwa kweli demokrasia wanataka chama cha CCM, ni lazima waruhusu watu wote wawe na uhuru wa kuzungumza na kutembea. Kwa hivyo wasiwe na uoga waache demokrasia ifanye kazi na vyama vishiriki vile vinafaa kushiriki. Na pengine tunapomalizia malizia, malizia, uh, Mheshimiwa Huseni, uh, je, ulivyoondolewa Tanzania, ma wanasema kufurushwa Tanzania, sijui kwa mfano bado mnaruhusiwa kuenda ama kuna vile mtakuwa na changamoto siku uzu, uzu, uzu ya usoni? Naam, uh, hadi hivi sasa ni vizuri tu, tuzungumze kwamba hatukuelezewa ni sababu gani ilipelekea wao kutuzuia. Uh, tunavyojua sisi ni labda kwa sababu tu ya ile kesi ya Lissu ndio ilifanya kwetu kuzuiwa kuingia katika ile nchi la, kwa hivyo kama swala ni kesi, basi tuna imani kwamba hata kesho nikitaka kuenda kuingia Tanzania nitakuwa na uhuru na uwazi wa kuingia Tanzania kufanya kama ni matembezi au mambo kama hayo. Hmm. Lakini la muhimu ni kwamba Uh, hakuna waraka wa aina yoyote, hakuna habari ama hotuba zozote uh, kamili kutoka kwa serikali ile, tunaweza kusema official communication ambayo inatueleza kwamba haturuhusiwi kuingia kule, na kwa sababu ni jumuiya ya Afrika Mashariki uh, sisi tunajua tuko na huo uhuru, na Mungu akitujalia, karibuni tutapanga safari tuweze kurudi kule Tanzania. Na pengine kuna maswala ambayo nilikuwa naona watu wanajaribu kusema katika mitandao ya kijamii: je, mlialikwa ama mlienda wenyewe, ama mulienda kwa niaba ya nani, ama kwa nini mlienda? Ndio, naam, uwepo wetu Tanzania ilikuwa ni kwa mujibu wa ualishi ambao tulipata kutoka kwa mawakili na watetezi wa haki za kibinadamu ambao walituomba kwa sababu, katika ngazi za kimataifa watu uh, wanaruhusiwa kwenda kufuatilia kesi. Nafikiri hata viongozi umeona wakishikwa, waki, wakifikishwa mahakamani, vile watu huweza kufika na kuweza kuwashangilia ama kusikiliza zile kesi. Kwa hivyo walituomba tuweze kufika ili tuweke eh, jitihada za kuhakikisha kwamba haki haitokiukwa. So tulifika pale kwa sababu hiyo, lakini vilevile vile, hata kama ingekuwa hatukualikwa, ni haki yetu kuwa pale. Sisi kama jumuiya ya Afrika Mashariki tunafanya kazi kwa pamoja, na tulikuwa tunafika ili kuhakikisha haki imeweza kutendeka kule kotini. Mbali na mambo ambayo tunaona yote inazunguka Lissu kukamatwa, Chadema kufungiwa, kufanya uchaguzi, je, kwa mtazamo wako unaona pengine Tanzania itakuwa na uchaguzi wa haki, huru na wazi? Bila shaka, tukiangalia matukio ya miezi miwili mitatu yaliyopita na ule uchaguzi ambao unatarajiwa miezi michache inayokuja, tunaweza kusema bila shaka kwamba huo uchaguzi hautakuwa wa huru na haki. Na ni tayari kwamba e, serikali nia ya yake ni kuhakikisha kwamba wameweza kurudi uongozini. Ni wazi kwamba eh, wananchi hawatopewa fursa kamili ya kuweza kujielezea yale yanayotakiwa, na hatuna imani kabisa na ile tume ambayo iko hivi sasa na hatudhani kwamba kutakuwa na uchaguzi wa huru na haki. Pengine mheshimiwa, tuguzie kidogo tu kuhusiana na mambo ambayo vilevile yanaendelea maeneo ya Uganda. Mm, Kiza Besije vilevile Patana na matatizo kama yale yale ya Tundu Lissu ya yeah. Yeah, ni kweli kwamba pia Uganda ukiangalia hivi sasa e, tunaona uh, Bwana Kiza Besije, Daktari Kiza Besije, vile vilevile ameshikwa na kufunguliwa mashtaka na serikali ya Uganda na hili ni jambo ambalo pia linaashiria kwamba sisi kama Afrika Mashariki e, tunarudi nyuma pakubwa sana katika kuendeleza demokrasia. Inaonyesha kwamba e, hali zetu za haki za kibinadamu zimezorota na zimefika chini kabisa. Vilevile vile vile tunasema kwamba wananchi wa hizi nchi lazima wasimame imara hivi sasa. Hatuwezi sisi kukaa na kunyamaza kimya, ili hali wale ambao wameshikilia hatima za uongozi wanaendelea kutunyanyasa. Kwa hivyo tunawaomba wananchi wapaze sauti zao, Uganda kwa, kwa, kwa, kwa sala la Kizza Besigye, Tanzania kwa swala la Tundu Lissu, hapa Kenya pia tumeona viongozi waki wa upinzani wakiwa wanatishiwa, wengine wanataka kushikwa, wengine wamefunguliwa mashtaka. Kwa hivyo hii ni shida ambayo ipo bara uh, I mean, uh, Afrika Mashariki nzima. Na pengine wito wako wa mwisho, pengine unaweza toa, pengine kwa wafuasi wa Chadema au wafuasi wa Lisu, pengine watu wenye mema kwa mheshimiwa Lisu, pengine unaweza kuwaambia aje? Sisi tunawaambia wafuasi wa Lisu, wafuasi wa Chadema kwamba hivi sasa wamesimama katika upande wa sawa wa historia wao wamesimama kwa upande wa kuikomboa Tanzania na kuhakikisha haki za binadamu zimetendeka. Kwa hivyo wasivunjike moyo, tunamwambia bwana Lissu asivunjike moyo. Wao ni watu ambao hivi sasa ni mashujaa kwa nchi ya Tanzania na kwetu sisi sote Afrika Mashariki. Kwa hivyo tunawahimiza waendelee na msimamo huo, huo huo wapigania demokrasia na haki za binadamu katika maeneo ya Afrika Mashariki na sisi tutasimama na wao. Naam, shukrani sana. Bwana Khalid. Naam, huyu amekuwa ni bwana Hussein Khalid ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la Vocal Africa na vilevile mtetezi wa haki za, haki za kibinadamu mimi. Ni Kevin Sewe na hii ni Mwanzo TV, hadi wakati mwingine kwaheri.